Wenzetu walipita wakasema, mkoa huu una rasilimali una madini, lakini sisi ni masikini. Hiyo ni kejeli kwa wana Geita, watu ambao wa ni wachapakazi, sio masikini, wanapambana, wanashirikiana na serikali. Tuwapuze watu hao. Geita ni watu wanaojitambua. Geita ina maendeleo. Lakini pia wanasema serikali ya Chama cha Mapinduzi haiwajali wachimbaji wadogo, hilo nalo ni uongo. Serikali yetu inawajali wachimbaji wadogo na hawa walioko leo w wachimbaji wakubwa wameanzia kama wachimbaji wadogo. Ni katika awamu hii leseni kwa wachimbaji wadogo zimetolewa nyingi kuliko wakati wote. Lakini pia unaposema, ukiwa unapiga kelele, umekaa katika nyumba ya vioo, usirushe maneno Usirushe maneno wakati umekaa katika nyumba ya vioo. Wanawasema wachimbaji wadogo hawa waliokuja kuwahutubia mkutano hapa, Lema na Heche na wenyewe badala waseme ukweli, wamepewa vitalu huko vya kuchimba kama wachimbaji wadogo huko Bukombe, na wenyewe wamepata. Lema anatoka Arusha, Heche anatoka Mara. Tanzania hii ni moja, rasilimali zote ni za Watanzania wote, lakini hata kushukuru hawana. Sasa sisi tunawasema hadharani, waongo, na wenyewe wamepata la Kigosi huko wamegawiwa, lakini wanakuja hapa hey, wachimbaji wadogo wameachwa. Toa mfano kwamba na sisi tumepata, tunapongeza serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kujali wachimbaji wadogo. Sisi emoye kwa ni kweli Mkoa huu ni tajiri, una madini, lakini rasilimali zetu zote hizi zinawekwa pamoja kwa ajili ya kuwahudumia watanzania wote. Tanzania hii tunajivunia kuwa na Dr. Samia ambaye ni mzalendo mlinzi wa rasilimali zetu, hayo madini. Na ndio maana ukusanyaji wa mapato kupitia rasilimali hizo, ndio maana mbunge hapa anasimama anataja miradi mingi, ni fedha hizo. Ndio maana mkuu wa mkoa anasimama anataja miradi, ni fedha hizo. Kwa hiyo rasilimali zetu zimetunzwa na mapato yanayotokana na rasilimali hizo tunaziona katika hospitali, tunaona katika miradi ya maji, tunaona katika miradi ya elimu, tunaona katika barabara. Hayo ndo matumizi ya rasilimali zetu za Tanzania. Piga makofi kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan.